A kabla sijaingia kwa mada, kwanza nataka kurudishia rafiki yangu mmoja future president wai Kenya, Joji Natembea. Shukurani kwa wale watu nilikuwa naomba wanisaidie nienda nyumbani kujenga. Joji Natembea ndio kiongozi mwenye amenitumia amenunulia mabati 20. Nashukuru sana Joji Natembea, wewe ndio kiongozi. Najua tunasemanga hivi ule mwenye anasimama na wewe wakati na uko na shida, huyu ndio rafiki yako Uy na mimi nataka niambie Joji Natembea popote huko, we unajua ni kiongozi tena. Tukienda huko wewe ni kama anko wangu. Mimi nakuombea baraka mingi, ile baraka yenye ninge ningeombea baba yangu, wacha ikuongezee ukuwe na usaidie watu wengi, usaidie tu Kidero peke yako, usaidie watu wengine pia. Ndio nataka niwaambie kitu moja, Joji Natembea ni Mluhya, mi ni Mjaluo lakini Venye aliona hiyo video yanga yeye amenitumia mabati tu akaniambia kijana, enda ujenge. Nyumba ni kitu ya maana. lakini viongozi wetu wenye tunasifu hapa hata faifu baba kuna. Eh hawa. Alafu yetu kiongea vibaya, alafu mnasema sisi tunawachukia. Haiwezekani. Tunasaidia viongozi wenye wanatusaidia. Sasa mimi nataka niwaambie Jojo natembea mimi nitasimama na, na wewe hadi the last minute. Hata ukitaka governor ukitaka president nitasimama na wewe. Nikiingia kwa mada. Nimesikia wameleta hapa mada wanauliza wanasema wana sijui Kalonzo na anaweza kuwa president. Wacha niombe kitu moja. Unajua wakati wa 2022 hakuna mtu mwenye alikuwa anajua William Samoei anaweza kuwa president. Yes. Watu wengi walikuwa wanajua sure bet Raila Amolo Odinga atakuwa president. Sure bet. Lakini wakati tulienda kwa election, mtu mwenye alianza kujua sasa hii kitu tunanyakuliwa. Ni babu wewe alianza kupiga, alianza kuandika kwa social media kiambia akiambia Uhuru Kenyatta. Sahi un, unadanganya Raila Amolo Odinga unamsaidia, lakini sahi Raila anashindwa na umenyamaza. Hapo sasa ndo tukaanza kujua kumbe hii kitu inaenda. Sisi tulikuwa tunajua 100% round atuli. Wale round hii atuli, tulikuwa tunajua tutalia tena. Tulikuwa tunajua tutanunua vitamba. Hey, lakini kitu bwana, mimi nilikuwa nafanya kazi mahali hata kutembea ilinishinda. Hey, nilijifungia kwa nyumba kwa sababu niliaibika. Mimi nilikuwa naambia rad raundi, raundi tumeanguka nayo. Ndio nilijaribu kusema hivi. Usiye dharau mtu. Naweza dharau jamaa, naweza mpiga. Siku ya kwanza naweza mpiga. Na siku ya pili jamaa akuja nipige. Usione mimi ni mrefu kushinda huyu. Sasa unaje mimi naweza laumu, mnaweza dharau Kalonzo msioka. Na Kalonzo msioka pata tu backup tu ya Wajaluo, na pata backup ya Waluya, na pata backup ya Wakisi, na pata backup ya Wakikuyu. Anaweza tu penya. Eh. Yeah. Kitu tunataka tuulize. Nyinyi mnasema kumi bila break. William Samoei amefanyia Wakenya nini? Kutengeneza stadium ya, ya andiko Raila Amolo Odinga, no problem, sijakataa. Lakini wewe kama jamii ya Mjaluo, nini umesaidika nayo? Kwenda kuangalia hiyo sanamu, iko sawa, endo uangalie. Hiyo ndio mimi ni sipingi, lakini wewe kama jamii ya Mjaluo, tuko kwa serikali. Wale watu wenye kwa serikali wanasaidia Wajaluo, ni wanafanya kazi ama wale wako tu pale ni kusanguenya wanasema kumi bila break, wanasema baba alituacha kwa, alituacha kwa nini kwa serikali. Wacha tuk, tukae huko. Mimi wakati Raila alikufa, kilio Raila kikufa alinwa, alinipata, nilikuwa pale kwa kangumu yangu nikipika na bado niko tu hapo, bado sijatoka hapo. Ingekuwa Raila aliniwacha kwa serikali, ningekuwa niko na supermarket saa hii ama ningekuwa hey, na Uber. Sasa unaniambia Raila aliniwacha kwa serikali na aliniwacha pale kwa kangumu? Hey, nisipoenda kwa kangumu ndalala njaa Usinidanganye, hiyo mimi. Ni baba aliniwacha kwa kangumu, wakati alikuwa anamtangaza, nikawaacha nikakimbia mbio, nikikuja hapa Jakaranda, tukienda town. Kwa nikikuja serikali, lakini wewe uko kwa serikali unatusaidia na nini? No, kuna, kuna sasa hivi watu wanaenda nyumbani sisi wenye tuliwacha kwa serikali tunaweza enda huko, nafaa kuenda. Ukienda maybe wache kulipa nyumba wenyewe uende nyumbani, ukirudi kirudi upate mlango imeweka kama ameweka kifuli na unasema hapo kumi bila break, kumbafu wewe. <laughs> Mimi nataka niwaambie kitu moja, ndugu zetu Wajaluo, tusidanganyane. Na mimi naambia kila siku hapa sisi, Raila alikuwa ametuaka, mal, alikuwa amepanga Wajaluo mzuri. Ame ajanganisha Wajaluo. Venye kena amesema tu hapa. Mtu asilete asira yake na Raymond Omolo ama na Gladys Wanga, waanze kupigana huko, mimi kama kidio pia mimi niingililie. Piganeni mtu mwenye atakao kufa, twende tuzike, mbele tuzike Raila. Hey, pigana mwenye atapiga mwingine ashinde, huyo atabaki akue kingipenda wa Jaluo. Na sisi tunataka tuambie kitu moja. Kitu msiyaifanya. Wajaluo wetu msikubali viongozi watugawanishe. Hmm, kweli. Wacha wapigane peke yao kwa sababu watu wanatudanganya. Wao wanatusi mutu na kesho nawapata wamekaa kwa kwa meza moja wakikula kwa, kwa. Wewe mwenyewe uwezi afford hata chai ya shilingi kumi maybe awa, yeah. Wewe saa hii watu wanaenda nyumbani, utaenda jakaranda hapo, mmekaa teni as ujaienda kwenyu, hadi mama yako anaulizanga akiona watoto wengine wakiingia kwa maboma zao, nauliza umenionea kidereo Jasuba Nairobi ambaye nimemwona tu pale kwa gunia akituzi Ruto alirogwa, alirogwa. alirogwa. <laughs> mama yako anashindwa nilizaa nini nilizaa kuna jiulize <laughs> Wewe kwa maisha yako unatoka nini? Aa, viongozi wetu lazima mtufanyie kazi, tujakataa, lazima mtufanyie kazi, kama mwezi tufanyie kazi hiyo tuwezi kubadiliana na Kalonzo. Mimi nataka nikuambie venye Moshe amesema kiti uwezi tafuta kwenyu, uwezi tafuta kwenyu kiti. Tembea, anza kutembea Nyanza, ukitembea ukienda uluyani western ni ushikane bwana. Mimi wacha niwaambie, kiti uwezi tembea kwenyu. Hata sai mimi nikitaka mwanamke lazima niende nitembee nimtafute, ni i mwambia atiende yakuje. Lazima ujionyeshe unataka huyu mwanamke e. Kalonzo, ukitaka president lazima uonyeshe wakenya unataka president. Wachana <coughs> na mambo ya kwenda hapa Kitui, enda western, naenda kila mahali, tembea kila mahali, umeruhusi uko na demokrasia ya kutembea kila mahali. na mambo yakashagwa Kashago, hata mimi nasimbukana mkiongelea Kashago. Kashago ni mtu alivuta bangi, akakunywa pombe, akakula Chavez, akakula jaba, akakula miraa, kiti lilipuka. Eh, hawa huyo mtu ananga ajenda ya Kenya. Huyo mtu akiamuka asubuhi anasema hii, akifika saa 7 anasema hii Ule mutu ni buruguai, ile ni gunia ule, hata an ule ni mutu anafaa afungwe kwa jela na aite wale mabuzi wamurepu kabisa, wamrepu hadi akuve kumbavuye. <laughs>